Kuelewa uzazi wa mpango. Ikiwa umefikia umri wa kupata mimba au tayari unafanya au unafikiria kuanza kufanya mapenzi, ni jambo la busara kuanza kufikiria kuhusu njia za uzazi wa mpango, ambazo pia hujulikana kama upangaji uzazi. Unaweza kupata mimba baada ya kuanza kupata mzunguko wa hedhi. Hata hivyo, kumbuka kwamba umri wa kukoma hedhi hutofautiana kwa kila mtu, lakini kwa kawaida huwa karibu na miaka 45 hadi 49. Uzazi wa mpango hukupa uwezo wa kuamua kama unataka kupata watoto, utawapata lini na ni wangapi. Kila mtu ana mapendeleo na maoni tofauti kuhusu wakati au ni watoto wangapi angependelea kuwa nao. Ili kuamua kama uzazi wa mpango ni sahihi kwako na ni njia gani unayopendelea kutumia, fikiria mahitaji na vipaumbele vyako vya sasa. Huenda ukaamua kusubiri hadi mtoto wako mdogo ameacha kunyonya, umemaliza shule, una kazi nzuri, au sababu nyingine yoyote ambayo ni muhimu kwako. Masuala haya ni mwongozo wa kukusaidia kuamua vipaumbele vyako. Haijalishi hali yako, uzazi wa mpango hukupa uwezo wa kudhibiti mwili wako na familia yako. Kila mtu ana maoni tofauti kuhusu kuwa na watoto, lini na ni wangapi. Fikiria mahitaji na vipaumbele vyako, ili kuamua kama ni aina gani au njia ya uzazi wa mpango unayotaka kutumia. Hapa kuna baadhi ya maswali unayoweza kujiuliza ili kukusaidia kuamua kama ungependa kutumia njia ya uzazi wa mpango. Je, unataka kupata mimba mwaka huu? Ukipata mimba sasa hivi, utajisikiaje? Je, unaweza kudhibiti kifedha wewe we na familia yako ukiongeza mtoto kwenye kaya yako mwaka huu? Ikiwa umejibu hapana kwa mojawapo ya maswali hayo, basi unapaswa kuzungumza na daktari wako kuhusu mradi wa uzazi wa mpango. Takriban ya aina zote za mradi wa uzazi wa mpango, zinaweza kubadilishwa. Hii ina maana kwamba baada ya kuacha kutumia uzazi wa mpango unaweza kupata mimba tena. Kuna aina moja tu ambayo ni ya kudumu: upasuaji unaoitwa tubal ligation. Tubal ligation ni utaratibu wa matibabu wa kufunga uzazi kwa wanawake ambao wana uhakika hawataki tena ujauzito nyakati zijazo. Hapa kuna baadhi ya maswali unayoweza kujiuliza ili kukusaidia kufikiria kuhusu ni njia ipi ya upangaji uzazi inayokufaa. Itakuwa rahisi kwako kukumbuka kufuata maagizo ya uzazi wa mpango kila mwezi na kufanya mambo kama kumeza kidonge kila siku kwa wakati mmoja? Itakuwa rahisi kwako kwenda kwa daktari kila baada ya miezi mitatu ili kupata sindano? Je, una hedhi nzito na yenye maumivu wakati wa majira? Ikiwa jibu ni ndio, kuna njia ambazo zinaweza kukusaidia. Je, itakuwa shida kwako na familia yako ikiwa utapata mimba? Ikiwa jibu ni ndio, unaweza kuchagua njia inayofaa zaidi kuzuia mimba. Je, mpenzi wako anakuunga mkono katika kutumia uzazi wa mpango? Je, unataka uzazi wa mpango ambao unaweza kutumia bila mtu yoyote kujua? Je, una wasiwasi kuhusu kuzuia magonjwa ya zinaa? Je, umejaribu kutumia njia zozote za uzazi wa mpango hapo awali? Je, ni nini ulipenda au hukupenda kuhusu njia hizo. Hapa kuna baadhi ya maswali unayoweza kumuuliza daktari wako. Je, kuna chochote kuhusu afya yangu na historia ya matibabu ambacho kinaweza kufanya baadhi ya vidhibiti mimba kuwa chaguo bora au mbaya zaidi kwangu? Je, upangaji mimba husababisha madhara kama vile kupata hedhi mara kwa mara au kubana? Madhara yatadumu kwa muda gani? Nikiamua sitaki kutumia tena mbinu za uzazi wa mpango au kwamba ninataka kujaribu njia tofauti, itakuwa rahisi kiasi gani kwangu kufanya mabadiliko hayo? je itanichukua muda gani kupata mimba baada ya kuacha kutumia vidhibiti mimba? Je, kila njia ya uzazi wa mpango ina gharimu kiasi gani? Ikiwa una bima ya afya, kuna uwezekano mkubwa kwamba uzazi wa mpango wako utakuwa bure. Ikiwa huna bima ya afya, kuna kliniki zinazotoa usaidizi wa kifedha ili kusaidia kulipa uzazi wa mpango. Pia kuna aina ya kidonge cha kila siku cha uzazi wa mpango ambacho unaweza kununua kwenye duka la dawa bila agizo la daktari. Wanaume wana njia mbili kuu za uzazi wa mpango zinazopatikana kwao. Kondomu ni njia moja, pia hulinda dhidi ya magonjwa ya zinaa lakini sio nzuri katika kuzuia mimba kama chaguo la pili. Chaguo la pili ni vasectomy. Upasuaji mdogo ambao huzuia mwanamume kumpa mimba mwanamke. Ingawa vasectomy mara nyingi zinaweza kubadilishwa, kwa ujumla ni chaguo nzuri kwa wanandoa ambao wameamua hawataki tena watoto. Kumbuka kwamba kuamua chagua la kutumia au kutotumia mradi wa uzazi wa mpango na ni aina gani ya kutumia ni yako peke yako. Una uwezo wa kufanya maamuzi kuhusu mwili wako na kuhusu kama unataka kupata mimba au ni lini.